Tulipoishia sehemu ya thelathini na mbili ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Hisia Koma, Sara alizimia baada ya kupokea taarifa kutoka kwenye simu isiyojulikana nani ameweza kuipiga simu hiyo, na sasa tunaendelea na sehemu ya thelathini na tatu Ni kukumbushe tu mwandishi wa simulizi hii ni Rich Storyteller na msimuliaji wako ni Asha Athumani. Tunaendelea. Mama Mulhat na Mulhat walikuwa kama wanacheza mchezo wa nani atamfunga paka kengele, kwani wote waliingiwa na woga baada ya kumwona Sara akiwa amezimia pale kwenye sofa. Walikuwa wanajua fika Sara alikuwa na tatizo la figo, anatumia figo moja, hivyo walihisi mshtuko alioupata ungekuwa mkubwa na kupelekea hata kupoteza maisha. Mama siku zote atabakia kuwa mama. Pale Mama Mulhat alipouvaa uhusika wake wa umama kwa kumsogelea Sara na kugundua amezimia tu, alimtuma Mulhat aende kuchukua kanga chumbani kwake. Mulhat alikimbia mpaka chumbani kwake na kurudi na kanga, walianza zoezi la kumpepea Sara. Ilichukua dakika takriban thelathini kurudisha hali ya Sara iwe sawa. Kwa wakati huo <sighs> Mm. Zilikuwa ni sauti za Sara aliyekuwa akirudisha fahamu zake kwa kujinyoosha nyoosha miguu na mikono. Mama Mulhat akasema, asante Mwenyezi Mungu. Mama Mulhat alishukuru baada ya kumwona Sara amerudisha fahamu zake. Mulhat akauliza, Sara kipenzi, kuna nini? mbona watutisha? Nini shida? kamletee kwanza maji ya kunywa dada yako, alisema hayo mama Mulhat. Mulhat aliingia jikoni na kutoka na bilauli ya maji. Alisogea na kumpatia Sara aweze kunywa kutuliza presha yake. Sara, tuambie, nini shida? na Daniel ulimpata au? Sara akasema kafa, kafa, ee, kafa, ndiyo unachotaka kusikia hicho. Sara alijibu kwa asira, huku akishika simu na kutoka nje. Mama Mulhat, ilikuwa kama zoezi la kupokezana kijiti kilitoka kwa Sara kikarudi kwa Mulhat binti yake pale alipoanza kujisikia kizunguzungu kwa taarifa alizopewa na Sara. Mama Mulhat alimwayo binti yake na kumkalisha chini. Zilipita dakika kama ishirini Sara aliporudi ndani na simu yake akiwa muda wote anayeweka sikioni, ishara ya kuwa alikuwa anampigia simu mtu na hapatikani. Nye watoto mstai kuvuruga akili zangu. Naomba naomba msinivuruge. Ebu Sara, tuambie kitu gani kinaendelea? Maana naona mnaniletea michezo ya kijinga jinga sielewi. Kauli ya mamu ilimfanya Sara awe mpole, kwani aliyeongea kwake ni kama mama. Aliamua kuelezea simu ile ilikuwa ina ujumbe gani. Sara akasema, ilikuwa sauti ngeni, ile ilikuwa ni kama yateja. Aliniambia nikachukue maiti yangu niliyokuwa naipigia Ipo Lugalo, wao wanaondoka na simu na pesa. Mwamulhat alisimama na kwenda chumbani haraka haraka. Alitoka na pochi ndogo ya mkononi, aliwakusanya mabinti zake mpaka Lugalo. Safari ya kuelekea Lugalo ilikuwa fupi sana kwa kutumia bajaji kutokea Kimarakona. Habari binti yangu? Mwamulhat alimsalimia binti aliyemkuta pale Lugalo mapokezi. Alikuwa amevalia t-shirt ya jeshi. Salama, karibuni, alijibu yule binti wa mapokezi. Tulikuwa tunaulizia, kuna mgonjwa wetu ameletwa hapa, ni mkaka mrefu kiasi maji ya kunde, alivaa t-shirt nyeusi. Mamulhat alikuwa anauliza huku anahema kwa wasiwasi. Nyoshini na hii kordo mpaka kule mbele upande wa kulia mtakutana na chumba kimeandikwa emergency humo mtapata taarifa zote za dharura. Mamulhat, Sara na Mulhat waliongozana kufata maelekezo ya dada wa mapokezi. Kwa bahati walipofika kwenye hiko chumba walipokelewa na dokta akiwa anatoka kwenye hicho chumba. Mamulhat akamsalimia yule dokta, habari yako dokta? Dokta akajibu, nzuri tho, karibuni. Mamulhat alirudia kumpa dokta maelekezo yale yale aliyompatia dada wa mapokezi. Dokta akasema, nyie ni nani zake na huyu mgonjwa? Mama mulhat akamwambia, mimi ni mama mkwe wake, huyu binti ni rafiki yake, na huyu mwingine ni binti yangu ambaye ndio mchumba wa huyo mgonjwa. Dokta aliwatazama, alitambua nyuso zao zimejaa woga na wasiwasi. Dokta akasema, mama, naomba nifate. Nyie mabinti nisubirini hapo kwenye viti. Dokta aliingia chumbani kwake na mama Mulhat, huku sara na mulhat wakisubiria kwenye benchi. Dokta akasema ulisema, wewe ni mkwe wake, je, wazazi au familia ya kijana ipo wapi? Mamula hata kasema, "Aha. Kifupi hana wazazi, ni yatima, ila kuhusu familia ana dada yake ambaye ni ya dokta wa hospitali ya Kisarawe. Dokta akasema alitoa miwani, naelewa wewe ni mzazi, unaweza kuelewa na kulipokea hili. Ni kweli kijana tulimpokea kama ulivyomwelezea, ila alifika hapa akiwa amepoteza damu nyingi sana kutokana na mshono wake kufumuka, hivyo alifia hapa hospitalini na kutokana na kutokana na nafasi ndogo tumempeleka Amana mochwari. Maneno ya dokta yalimfanya Maamul hati atetemeke mwili mzima akiwa anawaza ni namna gani wale mabinti watalipokea. Alisimama huku alijikaza kutokwa na machozi, mabinti wasielewe chochote, lakini hakuamini. Baada ya kufungua mlango, alikutana na Mulhat akiwa amesimama, machozi yanamtiririka akiwa anatetemeka kwa kwa kile alichokisikia kutoka kwa dokta. Sara alikuwa anaongea na simu, alipotazama mlango wa dokta alishua nguvu na hofu ilimjaa baada ya kuona Mulhat analia huku mama yake naye machozi yakimtoka alishindwa kujizuia Sara akasema, no no no, hapana mama, sitaki kuamini walichoongea sitaki kuamini walichoongea kwenye simu mama, Daniel hajafa mama, hapana. Sara aliongea huku anatetemeka kwa wasiwasi, machozi yakitiririka mashavuni. Maneno ya Sara alimfanya dokta aingiwe na huzuni kubwa, huku machozi yakimlengalenga hakika kila nafsi itaonja umauti, kila safari iliyoanzishwa na mwanadamu hapaswa kuimaliza. Siku zetu ni chache sana na zinazohesabika, zimejaa mateso. Toba imewekwa kwa ajili ya wanadamu, maana kwake sisi ni wakosefu. Yalikuwa ni maneno ya padri wa Roman Katoliki akiongoza misa ya mazishi nyumbani kwa d ana ambapo msiba ulifanyika. Kijiji kilitawaliwa na simanzi sana, kwani kila aliyemfahamu Daniel kwa utu wake na upendo wake alisogea kumwaga. Hakika nyoyo zao zilijawa huzuni. Safari ya Daniel iliishia kwenye nyumba ya milele aliyolazwa makaburi ya Roman Pugu gongo la Mboto. Baada ya mazishi kila mmoja aliondoka eneo lile, lakini alionekana Sara amesimama peke yake, macho yake yamefumbwa na sura kaiinua juu, kumwomba Mungu amsamehe Daniel na ampokee. Lakini alihisi kuna uwepo wa mtu mwingine mbele yake makaburini hapo. Sara alipofumbua macho, hakuamini kumwona Mulhat amepiga goti analia akiomba msamaha. Hakika sitokusamehe leo duniani mpaka kesho kiama. Mulhat, nilikukabidhi mwanaume aliyeishi ndani ya moyo wangu, lakini leo umemlaza hapa. Daniel wangu, ah, tazama, hasemi, hawezi kunikumbatia. Daniel wangu! Sara alilia sana kwa hasira, aliondoka makaburini na kumwacha Mulhat akimwita amombe msamaha. Siku zilipita miezi ikasogea. Maisha ya Sara bila Daniel yalikuwa nyumbani kwao, hakuweza kuishi na Mulhat tena. Wakati huo Mulhat hali yake yalikuwa mbaya kimawazo, kifo cha Daniel kilimtesa sana. Mama Mulhat aliona kwa msaada wa binti yake ni bora aende kuishi naye Kenya, Mombasa, mbali na kumbukumbu za Daniel. Miaka mitatu baadaye, Mulhat alipata marafiki wapya ndani ya jiji la Mombasa. Hanasa na starehe zilikuwa sehemu ya maisha yake mapya, aliingia kwenye kundi la machangudoa baada ya kumpoteza mama yake mzazi kwa ugonjwa wa shinikizo la damu. Mulhat alikuwa ni mtu wa kuurahisisha mwili wake ili aweze kupata pesa ya kujikimu kimaisha. Siku moja akiwa baa alikutana na kaka mtana shati aliyejulikana kama Eric. Mulhat alikuwa anajua ni moja kati ya vijana wa Mombasa wanaopenda ngono. Alijisogeza na kuanza kujirahisisha. Eric hakuwa na uhitaji wa huduma hiyo. Aligundua kuwa Mulhat sio binti kutoka Mombasa. Alipopata nafasi ya kuongea naye, aligundua ni binti kutoka daa. Eric akamuuliza Mulhat, kwa nini unafanya hizo kazi? Mulhat akasema ni historia ndefu, ile kikubwa ni maisha tu, kaka yangu. Eric akasema, kesho narudi Da. Je, naweza kurudi na wewe? nitakupangishia chumba na seble mwaka mzima na nitakupa mtaji, ila tukifika, situhitaji mazoea, ni na mke wangu. Mulhat akacheka na kusema, kwanza asante sana, ila pili hata habari za mkeo, ni mwanamke, sisi tumeumbwa kubadilika muda wote wekeza hisia zako upande wa pili kama akiba. Eric alifurahishwa na maneno ya wa Mulhat. Waliondoka na kwenda kupumzika hotelini. Siku ya pili walirudi Da. Hakika Mulhat alipokanyaga jiji la Da alikumbuka maisha ya furaha ya Mulhat na Daniel, Mulhat na Sara. Eric alitizama kila ahadi alizomwahidi Mulhat. Zilipita wiki kadhaa Mulhat alimkumbuka Eric aliamua kwenda kumsurprise nyumbani kwake lakini alipofika hakuamini alichokutana nacho alikutana na eric akiwa na sara na sara ambaye ni yule adui yake yule besti yake wa zamani sara alikuwa anafua akiwa mja mzito aliacha kufua alisogea mpaka alipo mulhat alitetemeka kwa hisia eric akasema oh, karibu mulhat sara alisema sitaki kumwona huyu shetani nyumbani kwangu Sihitaji Eric, si Eric. Hakuelewa kwa nini Sara ana hasira na mgeni wake. Mulhat alimsogelea Sara, alipiga goti na kutokwa na machozi. una haki ya kunichukia na kunifanya lolote, lakini kosa nilolifanya la kutomsamehe Daniel mpaka kupelekea kifo chake ndilo kosa utalifanya wewe Sara, nisamehe. Eric alikuwa katika hali ya kutoelewa. ina maana huyu ndiye Mulhat, rafiki yako uliyoniambiaga uliyokuwa uliokuwa unaishigi kwake. Sara alilia sana sana, alimtizama kwa huruma, kwani alikuwa anaonekana kama kahaba. Eri akasema Sara, huyu ni binadamu, alipokosea. Hata wewe unaweza kukosea, mke wangu. Naomba mpe nafasi ya pili katika maisha yako, anahitaji furaha yako na ukaribu wako, kumrudisha anapostahili kuwepo. Sara alimwelewa Eric mme wake, alijikuta akimuinua Mulhat na kumkumbatia kwa hisia huku akiwa analia sana. Mulhat aliendelea kumchukulia Sara kama dada yake, huku naye akiendesha maisha yake kwa mtaji wa Eric. Hakika hisia koma, kuna muda unahitaji utulivu wa moyo kufanya maamuzi ya hisia au maamuzi sahihi. Na huo ndio mwisho wa simulizi hii ya hisia koma. Mwandishi wako ni Rich Storyteller na msimuliaji wako ni Asha Athumani.